Nini sasa unafanya hapa, imeumana uka. Kwa hiyo unafanyeje? Fanyeje? Yani unajua, bado sijaelewa ukame wa Wapo unatafutia chakula e, majani, e. Kwa mm. Ah, alo kweli tumbo lako sio la kwanza ila ni e, la pili la pili, sasa wakifa si nyama ao e? Mm. Hmm. Kwa hiyo ina maana wakifa wewe una dhambi hapo hey, au sio viumbe wa? Sasa kwa mfano ukipata nani huko sajari hetiasa na ajali huko ukadondoka uka E hey. Ila mkomao tu da halo kweli viumbe wenyewe ndo hawa, yani hmm. ma Hakuna kujizaidia. Hakuna tena kujizaidia. Imeisha hii. Hii hapa ni nzuri kuliko ile ya kufa. Hakuna.